Anajali oh, sana kuhusu mimi? hapana. hmm. sidhani kama kila letae zawadi anajali kuhusu mtu ila mimi nimefanya kama jirani jiran. Vipi? Kwani unanipenda? Kwani mtu akimletea mtu zawadi inamaanisha kwamba anampenda? Mimi nimefanya kwa sababu wewe ni jirani, so kwa ni jirani. hmm. Sio kwamba anakupenda una hisia zozote, hapana. Mimi siko hivyo, nimefanya kwa sababu wewe ni jirani mwema. Hiyo ndio maana ni utaratibu wetu Tanzania, ni moja ya tamaduni zetu, kwamba unapenda kumwangalia mgonjwa, lazima uweze kumpelekea matunda au zawadi kidogo nimefanya hivyo kama watu wengine wanavyofanya. Sawa. Nashukuru. Sawa, ugua pole. Ningeomba uniruhusu niweze kwenda. Nina ombi moja kama ukija. Ombi gani?